Mume wangu, sijui kama wajua mimi nakupenda tu sana, ijapokuwa muda mwingi nakukosea sana. Najua muda mwingi na kuudhi mume na na wangu, naomba tu msamaha mama mingi nayofanya na yakukuudhi Sio kwamba nimepanga, ingine nitokea tu, sio makusudi. Ni muda mwingi unie ukosea kabisa, muda mwingi naongea sana, sikuwa nafasi ya kuongea, muda mwingi nikukosoa Ninaona ya kwamba hilo alikufurahisha mwangu, naomba umesamee. la mewangu, tanikuambia kitu moja hiki: siku zote nayekukosoa ndiyo rafiki yako, nayekuambia makosa yako ndiyo anayekujali nayekuambia ukirekebisha, utakuwa mtu mwema anayekudhamini maana, siku zote adui yako ufurahia wakati unapofanya wana makosa, wanakusifia. Ndio ndio maana unaonibinapa nani, nimaa naniona mbaya wakati mimi nakuambia hilo ni mbaya, wakati wao wengi wanakuambia ila ni nzuri, ndalomfanya

Muda utakaofika tukuja kukudua, nilikuwa tuna wema kwako, sikukukosoa kwa ubaya, sikukuzamea kwa ubaya. Nilitaka tu ubadilike, tuishi kwa amani. Nilitaka tu ubadilike, tuhifadhi hizo fedha zetu, zitatusaidia wakati ujao. Ila ukiamua kuamini wao basi ni sawa. mimi sina la kusema, la yangu nishayasema, yashanitoka tupengine na mwachia Mungu tu afanye mapenzi yake, ila mimi wangu nataka nikomee jambo hili tu. Mimi nakupenda kupenda na nitazidi kukupenda uwe nacho usiwe nacho, ntakupenda. Uwe mgonjwa uwe na afya, ntakupenda. Uwe mzima uwe, uwe kulemavu, ntakupenda. Tule tulale njaa, ntakupenda. Tuwe na pesa tusiwe nayo, ntakupenda. Kwa hilo usiwe na shaka, nakupenda mwangu.